Kisa hiki Allah jalla jalaluhu anakifungua kwa ibara ya kupiga mfano: na wapigie watu wako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mfano wa watu wawili. Maanake ni kwamba Allah jalla jalaluhu atueleza ndani ya Qur'ani kwamba da'wa elimu na mafunzo inatolewa kwa namna na njia na uslubu tofauti tofauti. Uslubu wa da'wa aliyotumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam salama haukuwa uslubu mmoja peke yake, kulikuwa na asalib nyingi za da'wa.

haki na usawa uko wapi? Qurani inamfundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba miongoni mwa njia hizo ni kupiga mifano. Ndio maana ambiwa Mtume sallallahu alaihi aleihi wasalama, na wapijie mfano wa jamaa wawili, mmoja wao Allah jalla jalalu alikuwa amemruzuku, amempa mali nyingi sana mali yenyewe ni mabustani mawili makubwa, mabustani ya zabibu, mazabibu yamejaa katika yale mabustani mawili. Mabustani mawili ambayo yamezungukwa na mitende mingi mno, na ndani ya mitende ile na ndani ya mabustani yale kuna mito ambayo inapita. Huyu ni moja katika wale jamaa wawili tajiri. Allah azza wa jalla akamruzuku mali nyingi, na mali nyingi wakati ule, ni ilikuwa ni mali kwa yule anayemiliki mashamba, anayemiliki wanyama, huyo wakati ule wa zamani ndiye anayejulikana kwamba ndiye tajiri mkubwa, kama vile leo katika mitazamo na vipimo vya kileo, yule anayemiliki makampuni mingi

Bwana huyu Allah azza wajalla akamruzuku mabustani mawili, mashamba mawili makubwa ya mazabibu, ambayo imezungukwa na mitende, ambayo ndani yake kuna mito. wa kana lahu thamar, nani mtu aliyokuwa na matunda mingi sana. Kukatokea mazungumzo ya mjadala baina ya hawa jamaa wawili, huyu aliye na mabustani mawili ambaye ni tajiri mkubwa, na mwenzake jirani yake sahibu yake ni maskini. Sasa huyu aliye na mabustani makubwa, faqala lisahibihi wa huwa yuhawiruhu, amwambia mwenzake hali ya kuwa wapo katika mjadala, wana wanalumbana katika mjadala, amwambia ana aktharu minka malan wa aazzu nafara, e, bwana angalia, mimi ni mtu niliye na mali nyingi sana kwa kushinda na mimi ni mtu ambaye nimezungukwa na watu wengi ambao wanaweza kusimama na mimi kunitetea Kabila langu kabila kubwa, nina watu wengi, nina jamaa wengi, nina watumwa, nina jamaa katika familia wengi, lakini nikikuangalia wewe mwenzangu na kuona ni mtu maskini, mali huna, jamaa huna, ni mtu umekatikiwa. ana aktharu minka malan waazzu nafara, hii ni ibara ya kujigamba. Haya ni maneno ya utafakhari, ni maneno ya kuonesha ubora. Kwa hiyo, jamaa huyu kulingana na vipimo vyake vya kiakili ameona kwamba yeye ni bora kuliko yule mwenziwe, lakini ubora uliosimama juu ya misingi ya kidunia. Ubora wake aliyouona kwake ni kwamba ana mali kumshinda mwenziwe, kwa hivyo imemfanya yeye kwamba ni bora kuliko mwenzake. Ubora wake akauona unapatikana katika kule kuwa na watu wengi na jamaa wengi na kabila kubwa kumshinda mwenzake. Hayo ndiyo yakawa, au hivyo ndivyo vikawa vipimo vya ubora katika akili ya huyu bwana Ikampelekea kujigamba na tabia hii. Katika Uislamu inaitwa al-i'jab watafakhur watabahi, ni tabia ya kujiona ni una daraja fulani ya ubora kumshinda mwenzio kwa sababu au kupitia kwa neema ya Allah azza wa jalla aliyokupa. Hii ni tabia hatari, ni tabia mbovu na ni fikra duni sana, ambayo Muislamu anahimizwa katika Uislamu kujiepusha nayo na kujiweka nayo mbali sana, kwa sababu neema yoyote ile ambayo unajisifu nayo, kumbuka kwamba neema ile asili yake inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni mali mali ile asili yake aliyekupa ni Allah jalla jalaluhu. Huyu bwana aliyejigamba na mali mingi alisahau kwamba kule nyuma Allah azza wa jalla amesema, ja'alna li ahadihima jannataini, ja'alna ni sisi ndiyo tuliyompa yale mabustani mawili, sio yake yeye, labda amekuwa ni sababu ya hapa na pale, lakini asli ya mali ile ilitoka kwa Allah subhanahu maana yake ni kwamba neema yoyote ile utakayokuwa nayo kumbuka kwamba asli ya neema ile aliyekupa ni Allah subhanahu wa jalla jalaluhu. Kwa hivyo huna sababu yoyote hata ndogo ya kujiona kwamba wewe ni bora kumshinda yule asiyekuwa na neema ile. Allah amekuruzuku elimu, usione kwa elimu ile kwamba wewe ni mbora kuliko yule asiyekuwa na ile ilmu ukawadharau

Isiwe ni sababu ya wewe kujigamba juu ya wale walio na nasaba duni. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amekuinua katika manzila, amekuinua katika cheo, amekupa madaraka, ni Allah jalla jalalu ndiye aliyefanya hivyo. Madaraka yale yanayoyatoa ni Allah jalla jalalu. qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tashau

juu ya waja wa Allah subhanahu wataala. Na ndiyo maana tunahimizwa sana wanadamu, hasa Waislamu, tujiepushe mno na tamko la ana. Mimi huyu bwana anafungua ibara yake kwa ana, ana mimi aktharu minka malan wa aazu nafara, mimi nina mali nyingi na watu wengi kukushinda wewe. Tamko la mimi ni tamko la khatari. Kiumbe wa kwanza kutumia tamko la mimi likamwangamiza ni Iblis. Alitumia mimi kwa sababu ni tamko ambalo linafungua mlango wa takabur, mlango wa kibria na mlango wa jeuri. Kaambiwa sujudie Adam alayhi ssalam, kiumbe niliyemuumba mwenyewe kwa mikono yangu. Iblis anajibu kusema ana mimi khairu minu, bora kuliko yeye.